Iri pila lawama au hofu ya hatia, hofu ya hatia, hofu ya hatia. So uh, kila mwamini anafaa kienda mbele za Mungu, anajua sina uh, ana hofu ya hatia hana lawama hana nani. Usijioni kwamba mimi si sina, sina nini sina mawa sina lawama yani, unaelewa mbele za Mungu sina kosa, haleluya. Tunasema kwamba ni mbele za Mungu, mbele za wanadamu, obviously watakutondoa tondoa tu So yana ndio sababu akikifundisha nasema ni mbele za Mungu ndio una lawama, una mawaa, una nini, una makosa. Lakini si mbele za wanadamu, wewe unaelewa tu. Yesu anasema huko duniani kaa mkae chonjo chonjo na wanadamu. Na wanadamu ni watu wa kuokopwa pia; ni wao ni tofauti. 1 Corinthians chapter 15:34. 1 Corinthians 15:34. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheshe. Tunaona yani, mambo mazito, tumieni akili kama, yani kuna watu naye pia <laughs> yani, mpaka tumia akili First <laughs> Corinthians 15:34. Yeah, 15:34, tumieni akili. Saa hiyo ukiambia waubiri kwamba watumie akili atakwambia umesemaje? <laughs> so nitaonekana ni matusi, lakini ni kwa Biblia. Ni matusi kweli? kutumia akili si matusi. Mtu akikwambia tumia akili yako vizuri, hajakutusi. tumia akili yako ipasavyo. Anasema ukitumia akili vizuri, hautatenda nini? Dhambi. Maana anasema tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende. So ukitumia akili vizuri, hautatenda dhambi kwa maana wengine hawamjui, unasikia mtu mm -hmm. Mungu, Mungu ni moto lao, Mungu atawafedhesha, Mungu atawaua. Ah, tumia tu akili vizuri, tumia akili yako vizuri. So alafu well, ufahamu wa haki, andika hiyo ufahamu wa haki unapaswa kutawala maisha yetu ya maombi na kutusaidia kuishi juu ya dhambi. Ufahamu wa haki unapaswa kutawala maisha yetu ya maombi na kutusaidia kuishi juu ya dhambi. Ufahamu wa haki yaani, ukielewa namna ulivyopata haki na vina Mungu anahesabia watu haki, aa, aa, aa, aa. ule ufahamu unafaa utawale maisha yetu ya maombi na kutusaidia kuishi juu ya dhambi. Maana unajua ukiwa na ufahamu wa haki, ah, dhambi si kitu. Unakuwa unakuwa juu ya dhambi. Maana ukianza kujiona hatia, una nini siki nini, maanake dhambi itakuwa inakutawala. Dhambi itasababisha ufeel guilty, zile hatia alafu zitasababisha hata ugonjwa na zitasababisha wewe kwenda mbali na Mungu. Haleluya, hebu rudia nyuma yangu, sema: mimi ni haki ya Mungu katika Kristu Yesu, dhambi haina nguvu juu yangu, ninasimama kwa ujasiri mbele za Baba bila bila hisia yote ya hofu yes, au hatia, au hatia au hukumu, au hukumu. Glory Amen. to God. Tutakuja na part uh, tutakuja na part 6 sehemu ya yes eh sehemu ya yeah. Yeah. Yeah. E, mimi ni nani eh mimi ni na mimi ni nani bado <laughs> tutakuja, so itakuwa sehemu ya yeah, nne mm. eh mimi ni nani. Sasa tutakuwa tunaangalia kwamba nina nini katika Kristo. Nina nini katika Kristo? Hiyo ndio tutakuwa tunaangalia nina nini katika Kristo. Nina nini katika Kristo? Ah. Tutakuwa tunaangalia hiyo, so kwa leo nafikia tutafika pale. Mungu uh, uh, akituchalia pia uh, nafikia Sunday inayokuja tutakuwa na, na, na, na, na mkutano wa viongozi maanake, hatutakuwa na mafundisho. Mafundisho itaresume baada ya mkutano ambao uko mbele yetu. Haleluya! Yeah, mafundisho itaresume baada ya mkutano so, Sunday hii ni ha 13, eh, 13 ndio tutakuja na kuendelea na mafundisho yetu, na imani tunajifunza vizuri. Pitia, pitia notes kwa sababu tutakuwa na maswali. Najaribu kuangalia vile haya maswali vile tutayafanya, najaribu kufikiria tutafanyaje hayo maswali sasa. Sijui nitakuwa na, na unawezekana nitakuwa nasoma tu maswali, nasoma swali. Tuna, mfano tunapataje haki ya Mungu, so utaandika number one tunapataje haki ya Mungu sa, so, we mwenyewe utaandika kwenye nini yako, tunapataje haki ya Mungu alafu unaniwekea chipu chibu, itakuja kuangalia njia. Mi nitakuwa nasoma maswali, alafu a some maswali na wewe uandike machipu, alafu tutasahilisha hapa hapahapa ya yeah, tukishamaliza alafu nitachukua hizo pepa. Leteni pepa zetu, alafu tunaanza kwa, tunaenda swali la kwanza, tunapataje haki ya Mungu? Mmoja amesema kwa sheria. Haya, tuangalie, tunapataje haki ya Mungu? Haya, wacha tuseme mfano jibu ni kwa imani. Tunaangalia, huyu amesema kwa sheria, huyu amesema kwa matendo so mark hapa hapa, aa, tunaangalia kila kitu hapa, halafu tupeane, tutangaze nani amehitimu hapa hapa. So kuna uwezekano pia maybe kuna tutaona vile tutafanya, kama itabidi tufanye mtihani wote tukiwa pamoja, na wale tukae sasa group moja, halafu tutatengeneza maswali tuwaulize maswali tu tu tu tu, watu waandike, alafu tuchukue muda wa kuangalia na kuangalia, alafu tu proof yule ambaye amefanya vizuri na yule ambaye hajafanya vizuri. So tujue yu yule ambaye hajafanya vizuri ni wapi alikosea, ni wapi akuelewa, ili pate turuti nae tupaki na yee e kwenye darasa na kumsaidia shika hapa maana hakuna pesa unalipa kwamba narudi adhabu pale, ni wewe kurudia nini sasa. So, wengine watakuwa na kuona umefanya nini sasa. So, usionee haya nini, injili wewe rudi tu kwenye tarasa. <laughs> So ukiwa na swali ni vizuri, tunapojifunza tunapojifunza tutopi tutopi tudoko tudoko hata tu topic ndogo ni vizuri kuenda kupitia. So ni vizuri ukiwa na swali unauliza, ili uh, usipake nyuma, usisema yeah. kwamba hapa sikuelewanga wakati ule, unauliza tu swali hapa, hapa, hapa sijaelewa pia, tena tunaweza sijaelewa pia <laughs> <Una> tenaenda <swali? laughs> hey, tutatengeneza sija. tunaweza kaa kama tunaweza kaa as a church yeah. Yes, ka, na tuone uh, tutasawati maybe uh, uh, Tutaangalia, tutakaa chini tuangalie, tutakaa chini tuangalie. Eta, tutasawati watu kuanzia one two three mpaka 5 ama mpaka 10 ama mpaka 3 ama mpaka 2, lakini mimi najua wengi, wengi, watapata. Hiyo ndio shida, wengi hawataanguka, wengi watapata. So tunaweza tengeneza sawati za watu wote pia, wale wataanguka watapata sawati naye yeah, naenakae tu kweli hiyo, usilalamike io ndio kama hujapita sawati, kama sio kwa wale watu watakuwa wamepita. s So, kama wengine wote wamepita, watu wawili hawakupita, sote hao wanarudi darasani, bila sala, bila sawati <tulikawa> tufungua kinywa chako, tunaenda kwa Luka kidogo. Yes, okay. yeah. Well, mbili ambapo tulianzia huh? uh, uh, uh, ambacho Mwamini mtu ambaye ameamini injili anafaa kujifunza hmm, na mambo matatu tulitaja, na hmm, kwamba yeye ni ndani katika Kristo, yeye anafaa jue, alafu yuko vipi katika Kristo. Hizo vitu viwili zimeshinda hmm, kutofauti sema, naona ni kama ziko zenyewe kwenye utangulizi, penye tulianzia kwenye utangulizi Eh, Filimon inasema, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka, kat, eh, niki katika maombi yangu nikisikia eh, niki habari ya upendo wako na imani imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu jema kilicho kwetu katika Kristo Ehe. So tulikuwa tunaeleza kwamba mtu anafaa na ufahamu kamili kuwa yeye ni nani katika Kristo yeah. So tukasema kwamba kuna mambo ambayo mtu anafaa kujifunza ama kuchua mm. So tukisema yeye ni nani katika Kristo mm. na yuko vipi katika Kristo, halafu ni <sighs> nini anaweza fanya katika Kristo hey, na ilikuwa kwamba pia anafaa kujua wajibu wake katika Kristo. Kristo, ni katika, Kristo, katika nalizema, na yuko vipi katika Kristo? Bana alisema hii kuna maana, alisema hii inamaanisha kwamba muamini asipofahamishwa kweli hizo hawezi kuwa na ufanisi kama Mkristo. Hivyo, kama mambo ambayo muamini anapaswa kujifunza, mambo hayo ni pamoja na yeye ni nani katika Kristo? hmm yuko vipi katika Kristo na kile anachoweza kufanya katika Kristo. Haya, narudia tena pamoja na yeye, pamoja na yeye ni nani katika Kristo? Yeye ni nani? Yeye ni nani? Haya, yuko vipi? Sasa hiyo Mtu anataka kujaribu ni nani katika Kristo, yeye ni nani, maanisha kwamba nini ambacho mmepokea ama uko aje katika Kristo. nini ambacho uko nacho katika Kristo? halafu yuko vipi? Kwa hiyo yaani, Mungu anakuonaje, ama uko uko aje kwa Mungu, uko aje ndani ya Kristo. kwamba hiyo ndio yuko vipi ni a vizungua maji huyu

eza kujibwa pamoja na yeye ni nani, katika nani yeye ni nani katika Kristo, yeye ni nani katika Kristo. Sa mtu akikuliza wewe ni nani katika Kristo, so, utamjibu aje? Wewe ni nani katika Kristo ha? Wewe ni mwenye haki. Aha, wewe ni mwana wa Mungu. Mm-hmm. Ona, pamoja na yeye ni nani, yeye ni nani, yeye ni nani? Yeye ni nani? So wewe unafaa ujifanye nini? Wewe unafaa ujiju, wewe ni nani? yuko vipi? yuko vipi sasa, yuko vipi? na kutazama wewe pamoja na yeye mimi. Acha niseme hivi, pamoja na yeye, pamoja yeye, yeye ni nani katika Kristo Nyinyi ni waamini katika Kristo, mnafaa kila mtu ajue yeye ni nani, si ndio? yuko vipi sasa? Ninakaa kwenye hicho cheo pamoja na kujua, nimejua mimi ni nani. So leta huu mfano, mimi ambaye nimejijua, namtazamaje huyu mwingine? So huyu mwingine namtazama kwa namna yani, huyu mwingine uh, Huyu mwingine yuko yaani, sasa wewe mwingine, mimi nimeshajijua ninakutasamaje? Maana namna ambavyo still ndakutasama nahitaji nikutasama sawa sawasawa na, na vile ambavyo so mwa, yeye ni nani katika Kristo, yeye ni nani katika Kristo, yuko vipi, yuko vipi So mfano nikianza kusema mimi ni nani, najielewa. So yuko huyo mwingine, yuko vipi? Ni sawa na ninapomtazama ni mtu mwingine ambaye na yeye ameamini kama mimi, namuona kwenye vile mimi navyojielewa, ama na huyu mwingine anamuelewa tofauti na vile mimi najielewa. yeah. yeah. Italeta the same. Alafu sinaona baadha alamu inasema yuko vipi katika Kristo na kile anachoweza kufanya katika Kristo. So yes, hii yote nafikiria, hii yote inazungumzia ni kitu tu kimoja. Yeah, nazungumzia kitu kimoja E yeah, yeah. <coughs> yu yeah. <laughs> <laughs> Lakini still bado inazungumzia kitu kila kila. Yeah, yeah, right machipu, yeah. Yeah. Inaleta kitu kila kila wajibu wako katika Kristo. Yeah. <laughs> <laughs> maana mbeleni ma, mbeleni, tulisema, mbeleni tulisema hata hivyo mwamini pia anahitaji kujifunza kuhusu wajibu wake. Wajibu wake. Wajibu wake. So, uh, uh, uh, tukasema fundisho mm-hmm. au mafunzo mm-hmm. halitakuwa kamili ikiwa mwamini atajifunza kuhusu haki zake Ah, ah, tulisema hivi, tulisema fundisho au mafunzo eh, hili fundisho halitakuwa kamili, unaelewa, fundisho halitakuwa kamili ikiwa mwamini atajifunza kuhusu haki zake, atajifunza tu haki zake tu katika Kristo na hafundishi wajibu wake, yeah. So hapa kitu kikubwa hapa ni wajibu nini haki zako na wajibu wako. Unaona, maana anasema fundisho halitakamilika ikiwa mwamini atachifunza tu kuhusu haki zake tu alichokipokea katika Kristo na hafundishwi pia wajibu wa so, anafaa fundishwe haki zake pamoja na wajibu wake. Yes, kwa vitu viwili yes ya yeah, exactly, kufundishwa wewe ni nani na kile unafaa ufaa wajibu wake. So mwamini lazima ajue kuwa lazima mwamini lazima ajue kwa uhakika wote haki zake katika Kristo na kwa usawa huo huo aweke umakini na azingatie pia wajibu wake. So, uh, inaleta tu vitu vingapi? mm -hmm. Kujielewa we ni nani na kila ambacho naweza kufaa. mm -hmm. Ni hivyo. So tukiuliza swali hapo alitatanganya <muchos>

Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu, nakushukuru tena na kutukuza. Asante kwa ajili ya kila ambacho unafanya katikati yetu, Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako, Bwana, kwa ajili ya kujitoa, kwa ajili ya kujidhabiu, kwa ajili ya kasi yako, Bwana. Baba, ninatamka kuwasisha uh, katika maisha yao. Natamka kwamba wanashinda, wanafaulu, wanaelimika, wana kamili, Bwana, wanapokea haya maarifa katika usahihi. Baba, wanakuwa katika kumjua wako uh, Mungu, anakuwa katika hiyo neema. Wanatembea katika ustahimilifu Bwana kwa ajili ya kasi yako na neno lako, Mfalme wa Amani. Naomba Bwana Mungu kapate kutenda na kudhirika kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya hata ya kanisa, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na umebarikiwa Baba ukaweza kudhirika pia kwa ajili ya hata ya mahitaji yao, wacha wakakuone Mungu wangu, wacha wakaweza kufuna kilicho chema kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Ninakushukuru pia nina kutukusa, maana wewe ni mwema, kuchilia ulinzi wako juu ya kila mmoja wetu. Wacha tukakuone na tukapate kutukusa uliye hai, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea Amen. Amen. ji kama ah, malisia tu